N yani msikilizaji wa DSJ FM, imetimu saa saba kamili. Ifuatayo ni taarifa ya habari kwa ufupi. Msomaji wako ni mimi Leila Mengi. Morogoro, jeshi la polisi mkoani Morogoro limemkamata Esau Dikson Mwendi mwenye umri wa miaka 23 mkulima mkazi wa Mtumbatu baada ya kumjeruhi na kumsababishia kifo Yeremia Lukangala Juma mwenye umri wa miaka 21 mkulima mkazi wa Msimba wilaya ya Kirindi mkoani Tanga. Taarifa ilitolewa na kamanda wa polisi mkoani Morogoro Alex Mkama imeeleza kuwa tukio hilo lilitokea Juni 18, 2025 asubuhi, wakati wote wawili wakiwa wakipatiwa matibabu huko eneo la kitongoji cha dukani kijiji cha kata ya Ilongo wilayani Gairo. Chanzo cha tukio hilo ni changamoto ya afya akili, huku jeshi la polisi likitolewa wito kwa jamii kuchukua tahadhari kubwa kwa wagonjwa wenye changamoto za akili ambao hufanya matukio ya jinai bila ridhaa yao. Morogoro. Ajali mbaya ambayo imetokea usiku wa saa sita wa kuamkia leo ni kumi mkoani Morogoro baada ya gari aina ya Prado lililokuwa likitokea Iringa kwenda Dar es Salaam kuparamia lori ambalo lilikuwa limeharibika barabarani ambapo taarifa zinasema watu watatu wamefariki dunia hapo hapo huku wengine wamekimbizwa hospitalini wakiwa mahututi. Mwanza. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema wananchi wataruhusiwa kupiga picha au kurekodi video katika daraja la JP Magufuli Basisi, lakini ni lazima kuomba kwanza kibali rasmi kutoka wizara ya ujenzi. Waziri Ulega amezungumza hayo jijini Mwanza katika hafla ya uzinduzi wa daraja hilo liloongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan. Na katika habari za ta kimataifa, Israel, vyombo vya Israeli vimethibitisha kuwa shambulio la kombora la Iran lilikuwa likipiga pigo la moja kwa moja kusini wa Belsheba, watu kadhaa wawili walijeruhiwa. Na, na huu ndio mwisho wa habari kwa ufupi, ulikuwa nami Leila Tmengi.